Jamani, leo katika Ukweli Mtupu nataka niongelee kitu kimoja tu, niongelee kitu kimoja kuhusu soko katika filamu. Lakini katika, soko katika filamu nitaongelea watu watatu, tujue hilo. Nitamwongelea director, nitamwongelea mwigizaji nitaongelea scriptwriter mwandishi, ndio naongelea soko lao niko kwenye nyanja hiyo tu. Sasa naambieni ukweli, soko la director ni lipi? Soko la mwigizaji ni lipi? Na soko la mwandishi ni lipi? Unajua, tunakaa tunakatunakaa tuna, tuna, tuna kutafsiri vitu kwa upana zaidi, lakini wakati mwingine unakuta mwigizaji, unakuta director, unakuta mwandishi, unakuta producer, wote wanaongelea soko moja la aina moja, lakini ukweli ni kwamba tuna masoko tofauti tunapoanza na director. Director, soko lako ni lipi? Sawa, director, soko lako la kwanza liko kwa producer. Tunakubaliana hilo swala, soko lako ni producer. mwigizaji soko lake liko kwa producer na director. mwandishi soko lake liko kwa producer. Sasa hapo tunataka kuangalia masoko yetu yakoje kwa sababu mwisho wa siku tunakubaliana wote kwamba director, ili soko lako liwe zuri lazima uwe na ueredi uwe na ufanya, ufanya kazi nzuri, utatafutwa sehemu yoyote. Sehemu yoyote utaitwa kwa ajili ya kuongoza kazi za watu, lakini kama kazi zako zitakuwa mbovu, tambua na soko lako litakuwa bovu. Mwigizaji, mwigizaji ili soko lako liwe zuri Lazima unapoitwa sehemu unapoitwa na director unapoitwa na producer, kwa sababu mwisho wa siku uh, director anachagua waigizaji wake, watafanya atafanya interview. Kwa sababu director unafanya interview, lazima director awepo, hawezi kuja producer tu pale ndio anafanya interview. Ukiona na producer anafanya interview ndio anachagua waigizaji, unajua kabisa hapo kuna kuna kuna uharaki, ni kwa sababu director ndio anayejua kabisa huyu anayemuona, in, in, hapa nitaweza kumjenga, ataanza kuendana na filamu yangu. Kwa hiyo lazima director awepo, atakuwa na wasaidizi wake wengine. Kwa hiyo tunapotengeneza soko, wewe producer, kazi yake ni kuandaa mazingira tunapo, kwa hiyo tunaposema kwamba soko la mwigizaji liko asilimia kubwa kwa director, ndio atakayesema kwamba huyu anafaa, yeye atamwasaini kwamba producer akulipe huyu, mimi ananifaa, ndio nayemtaka. Kwa hiyo ili soko lako liwe kubwa lazima wewe mwenyewe kama mwigizaji ujitengenezee soko na soko lako utalitengenezaje? Kwanza kuwa na heshima, kutambua wewe ni nani, kwa sababu usije ukaenda sehemu kwenye location, ukaitwa na director, wewe ukawa baada ya kuwa mwigizaji wewe ndio unakuwa director, wewe ndio unakuwa mwandishi, wewe ndio unakuwa sijui cameraman, yani wewe ndio unajua kila kitu. Kama wewe ndio director ambaye uko pale, kazi yako ya muhimu ya msingi uifanyi unaenda kwenye kazi za watu wengine kwa ujua kabisa unajipunguzia soko lako. Kwa hiyo, soko la mwigizaji ni director. Na soko lako, ili hii soko lako liwe zuri, lazima ufanye kazi nzuri. Na ili ufanye kazi nzuri, lazima wasikilize, lazima msikilize director anataka nini. Na director anaikujenga. Yaani director anaikujenga, ndio kufanya uigize vizuri, ndio atafanya uigize vibaya. Kwa sababu mwisho wa siku hanae kuona wakati unafanya production, wakati unaigiza ni director. Ndio anakuambia umepatia, ndio anakuambia umekosea. Usijaasama mimi hapa nimekosea, umekosea. Umejiona wapi wewe? Ujioni, wanaokuona ni waliokuwa nje. Yaani muigizaji mnakuwa location direct, yaani muigizaji ndio anasema kati nimekosea, umekosea wewe, ndo ndo naiona makosa. Kwa hiyo soko la muigizaji lazima uanze kulitengeneza kwenye nidhamu. Time, kujali muda kujali kujali kujali, kujali, kujali, kujali maelekezo, kusoma skripti, kwa sababu mwisho wa siku mwigizaji unaitwa wewe, unasema nacheza nacheza semfani, unakuja ta skripti ujui ujui una, una u, ujui, ujui, chochote, unafika pale unaambiwa cheza hivi na hivi na hivi, unaelekezwa kwa mdomo. Hasa hapo ukae ukijua, unatumia akili yako? Utumie akili ya director? Utumie akili ya nani? Unatumia akili yako sasa, ukae ukijua hapo kutoka kwako wewe ni kazi kwa sababu utakuwa nje ya skripti utakuwa na skripti yako ambayo unayo wewe, sio skripti ambayo imetengenezwa pale, na hilo ndio shida ambayo inalokuepo. Ndio maana filamu nyingi sana zinakuwa zina skripti kwa sababu hiyo, kwa sababu watu amsome skripti, director asome skripti, mwigizaji asome skripti, nani, yani mwisho wa siku tunasema tunatengeneza miongozo saa tunafanya miongozo. Hiyo miongozo ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina gani ambayo tunayotengeneza? Kwa hiyo soko la mwigizaji, soko la, mu, la director, soko la, la script writer. Script writer, soko lake ni just producer, kwa sababu producer yeye anakuwa na vision, hatakaa hataangalia. Mimi katika kuzunguka kwangu nimeona sehemu fulani kuna soko kuna, kuna soko la, la, la, la, kuna walaji umeona. Kwa hiyo kama kuna walaji nitataka story ya aina fulani Umeona? Ataenda kwa script writer wa mtu ana akadawamaza atamwambia bado kuna naka story na fulani. Kwa hiyo script writer, soko lako utalitengeneza kwa kuanzia pale. Kwamba okay, hii kama ni soko na hili, nitengeneza story ya aina fulani, unaandika script yako. Una una sasa kwa sababu yeye producer kakupa idea. Halafu we umeandika script yake, script. Yeye producer hawezi kuipitisha na hawezi kusoma script kuielewa kiundani kwa sababu producer anav, atasikiliza content tu, yaani kwamba utakachokuwa mwanani basi. Lakini atakayokuja kuchukua script yako kuisoma na kuanza kuianalyze kui kuipitia kui kuichambua, director ndio ataona kabisa inaendana na mawazo ya producer ambaye alikuwa anafikiria, na director anaangalia, je, ili soko kweli lipo na ili soko baadaye. Kama soko lipo, je, hii script inalibeba hili soko? Kwa hiyo umeshajitengeneza akisema kwamba okay hii script inafaa. Tayari umeshajitengeneza soko na hata filamu yako ikija kutengenezwa, ikija kutengenezwa umeandikwa mwandishi fulani. <eastern> Mtu akija kuchukua filamu akasema da mwandishi fulani ni mzuri. Hata director asema kwamba mwandishi fulani ukimpa nani idea yako ni mzuri. Kwa hiyo automatic pale umeshajitengeneza wewe nini? Soko lako. Kwa hiyo soko la director, soko la mwigizaji, soko la na la la mwandishi. Soko lipo na lipo kubwa tu hila, je, sisi wenyewe hizo soko sokosisi tu, tu, wenyewe tumejiandaa kwa hilo soko? Tumejiandaa, kwa sababu kujiandaa ile soko lako lizuri, lazima uwe na ueredi, lazima ujue, utambue wewe ni nani kwa wakati huo ni nani, unapoenda unapoandika script yako umeikabidhi, alafu tegemea kitu gani ambacho kimetengenezwa mone ndani umekiandika umefanya ubunifu aina gani umefanya creativity za aina gani kwa sababu script nyingi sana zinakuwa zina creativity. Yani unatengeneza ya, man, script simple mradi umeandika haina maneno ya maneno makali, maneno mazuri, haina techniki, haina vitu vingi. Kwa hiyo soko la uandishi unaanzia hapo script inaanzia hapo kwamba mwandishi ili utengeneze soko lako liwe zuri lazima hakikisha uwe deep. Ingia in deep. Na mwandishi sio kurupuke tu naandika. Fanya utafiti. Unafanya utafiti unapata kitu ambacho kiko exactly, hata kama unatengeneza hizi hizi artificial kwamba kuna kuna sehemu zingine ambazo ni, ni, za kufikirika, lakini fanya utafiti. Nikifanya hivi itakuwaje? Na wanishaka utakuwa hivi, hilo andika script ambayo inaeleweka. Kwa hiyo script zetu ambazo tunazotengeneza ziwe zina ubunifu, ziwe zina tekniki, ziwe na maneno ambayo, ambayo yanaendana yale yana maneno ambayo ni ni ni, ni, ni hagrab kuyasikia ovyo ovyo mitaani yaani unakuta maneno ambayo yani ya, ya, ya, ya, ya, ya mkazo maneno ya ukuza lugha. Kama ni Kiingereza kiwe Kiingereza, kama Kiswahili kiwe Kiswahili, sio mnachanganya mnakaa kiswanglish tu, inakuwa sio script na sio sio sio sio sio script. Kwa sababu kwa nini uchanganya lugha inakusaidia nini? Angalai wenzetu wanavyotengeneza wanavyoandika script zao hawachanganyi lugha. Kama ana lugha fulani ni lugha hiyo hiyo hata kama unataka kuandika script ya Kiruga, Kimakonde, ki, ki, sio Kiaya, sio Kichaga, andika moja kwa moja ieleweke kwamba hii ni lugha fulani, halafu itakuja kuekea translation, lakini kutokana ile lugha watu watacheza kulingana na ile lugha. Kwa hiyo tengeneza lugha ambayo inaeleweka, andika mistari inayoeleweka, andika dialogue ambayo inaeleweka na andika maelekezo ambayo yanaeleweka, sio unaandika skripti inajaa ma, ma, ma, maneno tu. Kwa sababu asilimia kubwa, skripti nyingi sana ambazo zinatengenezwa zinabebwa na maneno hazibebwi na actions, yani zinabebwa na maneno. Kwa hiyo ukiona, ukiona angalia film, mwisho wa siku ukikosa neno moja, uko mbele, hujui inachoendelea kwa sababu actions kwa zipo vitendo, vi kwa vipo. Vitendo vibebe sana skripti, vitendo vibebe sana film. Kwa hiyo kama hujatengeneza vitendo vingi kwenye film, ujue kabisa waangaliaji wako aina tofauti tofauti. Kuna mabubu, kuna nani ambao hawao wasikii, wanatakiwa waone. Kwa hiyo vitendo ndio vingi sana kushinda maneno kwenye kwenye uandishi wa script. Na wewe director, soko lako lipo, soko lako ukitengeneza filamu nzuri utatafutwa tu popote pale utakapokuepo. Ukiwa na uredi mzuri utatafuta popote utakapokuepo, kwa sababu tambua, director ni rahisi sana kuwa producer, director ni rahisi sana kuwa producer mwandishi ni rahisi sana kuwa producer, lakini uwe na uweredi. Na ukisha kuwa director, ukiwa producer, tambua utakuwa na uwezo mkubwa sana kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Lakini tambua mipaka yako, kwamba sasa hivi mimi ni producer, sasa hivi mimi ni director. Tunapoingia on set, mipaka yako iko wapi? Kwa hiyo hiyo mipaka lazima uitengeneze. Mwigizaji, soko lako ni kubwa sana. Tunaona wasanii kila siku mnaenda location mnaenda location, lakini hamtoki. Wasanii tunatoka kwenye matamsia, tunaonekana mara kwa mara, lakini hautoki, haujulikani. Kwa nini? Kwa sababu, inawezekana bahati mbaya unakutana na director ambaye sio sahihi, bahati mbaya unakutana na script ambayo sio sahihi, au bahati mbaya unakutana na we mwenyewe sio sahihi. Wewe mwenyewe sio sahihi kwa sababu inawezekana kama unajua sana, lakini ukutaka kujifunza kwa hiyo, ili uende ili, ili, ili sawa ili uwe sawa, jitahidi kadri ya uwezo wako, tafuta kitu ambacho ni sahihi, tafuta soko lako ambalo ni sahihi. Tunapoongelea mwigizaji, tunapoongelea director, tunapoongeza script writer, tafuta soko lako, soko lako lipo. Muigizaji soko lako lipo, director, soko lako lipo, lakini ili liweze kufanya kazi lazima ufanye kazi ambayo ni nzuri, utengeneze CV yako ambayo ni nzuri Ukisha tengeneza hivyo vitu, automatically soko lako litakuwepo, watu watakutafuta popote utakapokuwepo. Naongea hili, nitaongea sana, tuelewe kwamba kazi ya filamu filamu, tamthilia hili, hili, uwe mwigizaji mzuri. Ili uwe mwigizaji mzuri, fata maelekezo ya director na wewe fanya mazoezi, usijifanye unajua sana wakati aujui. Ungekuwa unajua ungekuwa bilionea. Tunawaona mabilionea wako huko, na wenyewe ukiwakuta onseti hawawi wabishi, wanafuata director anachokitaka kwa sababu ukishatengenezwa, watakutafuta watu na thamani yako itaongezeka. Tusiwe wabishi, tusiwe wajuaji, tuwe na mipaka yetu tukiwa onseti, tuwe na mipaka yetu tujue mipaka yetu iko wapi, ili soko lako liweze kusonga mbele. nanaweza nkaongea na, na, na, na, na, na, na, na, jambo moja, wasanii wa zamani wali, ambao wametangulia, wame wameweza kupiga hatua kwa sababu walikuwa watii kwa watu, watii kwa madirekta wao, watii kwa maproduza wao. Wasa hivi tunakuwa hatutii, tunajua sana, ndio maana unakuta mwisho wa siku tamthilia zetu, sinema zetu zinakuwa na watu wale wale ambao walishajulikana tokea huko, hatuna watu wapya. Ili tupate mtu mpya, lazima uwe utambue kwamba mimi nataka kujifunza, nataka kupiga hatua. Ili upige hatua, pata director mzuri, pata script nzuri, na wewe itende haki. Sasa nakwambia hivi, ukweli ni kwamba, ukweli mtupu ni kwamba, wewe mwigizaji, wewe director, wewe script writer, soko lako lipo, usilalamikie soko ni kwamba hujalitengeneza na hujui kulitengeneza. Unajua sana hata kujua wakati haujui, jifunze, ili uweze kujua zaidi. Usijifanye unajua wakati haujui, ni heri uonekane ujui, ili uweze kupata faida. Ndo maana unajitengenezea umaarufu wakati una umaarufu, maarufu aina yoyote, hata ukipita mtaani amna naye kujua, ili mradi unalazimisha uwe ujuaji. Sasa ukweli ni kwamba soko lako lipo ila, soko lako liweze kufanya kazi, hakikisha hakikisha unafata kile kinachotakiwa kwenye production.